Mheshimiwa Naibu Spika, yameelezwa mambo mbalimbali hapa, hususan upungufu wa watumishi katika sekta ya mahakama. Ni kweli kwamba upungufu huo upo, lakini tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka ili kuipunguzia sekta ya sheria eneo hili la upungufu wa wafanyakazi. Kwa mfano, mwaka uliopita mahakama ilipewa kibali cha kuajiri watumishi 522 lakini mwaka huu wameruhusiwa kwa ajili ya watumishi 1,044. Kwa mwelekeo huo tutaendelea kutatua tatizo la upungufu wa watumishi wa sekta ya mahakama hadi pale tutakapolimaliza kabisa, hususan kutegemea bajeti yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, imezungumza swala la uchakavu wa miundombinu ya mahakama hususan mahakama za mwanzo na baadhi ya mahakama za wilaya kwamba zilijengwa wakati wa kipindi cha mkoloni. Tunatambua changamoto hii. Ni kwa msingi huo mahakama iliweza kuandaa mpango wa maboresho ya sekta, maboresho ya sekta ya mahakama ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya mahakama kuu, mahakama ya rufani, mahakama za hakimu mkazi ngazi ya mkoa, mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo. Lakini nimeshauriwa hapo Mheshimiwa Naibu Spika kwamba kwa kuwa kata zetu ni nyingi na tunazo tarafa ambazo zinakadiriwa kufikia karibu elfu moja ni muhimu tungewekeza kwenye ujenzi wa mahakama ngazi ya tarafa baada ya kwenda kwenye kata ambazo hazijafika. Kwa niaba ya wizara tunachukua ushauri huo kwa madhumuni ya kuhakikisha kwamba tarafa zetu zote zinafikiwa na mahakama, halafu baada ya hapo ndo tuende kwenye ngazi ya kata. Lakini niseme mheshimiwa spika, mpango tunaoendelea nao sasa hivi ni kuimarisha mahakama ngazi ya mahakama kuu, mahakama jumuishi ngazi ya mkoa lakini tunakwenda kwenye mahakama za wilaya na tunaendelea na hizi mahakama sabini na mbili tulizoanza nazo katika awamu hii tunayoendelea nayo. Mweshimiwa naibu spika, mahakama itaendelea kutekeleza mpango wake wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya mahakama kama ilivyoombwa na wabunge wa majimbo mbalimbali. Mweshimiwa naibu spika, tunafahamu ameongea mweshimiwa mbunge kutoka Mbeya viti maalum juu ya mahakama ya Ileje Nikuhakikishie tu Mheshimiwa, na, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika Spika, nimhakikishie mbunge kwamba mpango wa kuijenga mahakama ya wilaya Ileje upo na utaendelea kutekelezwa na mahakama kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata pia maoni ya maandishi kutoka kwa mheshimiwa mbunge wa Kiteto mahakama yake ya wilaya Kiteto pia iko kwenye mpango huo, itatekelezwa sanjari na mpango mwingine wa ujenzi na ukarabati wa mahakama. Mheshimiwa Spika, kuhusu ombi la kuanzisha mahakama ngazi ya wilaya ya Mlimba ni kweli kwamba mahakama inao mfumo unaozingatia utawala wa serikali kuu. Kwa hiyo kwa vile hakujaanzishwa mahakama, sorry, maha, kwa vile hakujaanzishwa wilaya ya Mlimba inakuwa vigumu sana kwa mahakama kuanzisha wilaya katika jimbo la Mlimba. Lakini tunampa uhakika pale itakapofikia Mlimba ikawa na sifa za kuanzisha wilaya kwa taratibu za TAMISEMI mahakama pia itajipanga kupeleka mahakama ya wilaya katika ngazi hiyo.